It's very sad guys uh, that uh, kama wapwani ama kama sisi kutoka sehemu za pwani ya Kenya tumepata lawama kibao sana, na tumepata lawama toka kitambo, especially vitu vingi vilikuwa vikiongelelewa viku kwa wale watu ambao wamefugwa pwani ama wamelelewa pwani ama ni wazaliwa wa pwani, ambapo masuala mengi yalikuwa yakiongelelewa kuhusu kwao, ikafika mpaka wakati wakiitwa kwamba hawajasoma na hawana elimu na wengi wao hawana kazi, kisa na sababu ni kwamba hawajaenda shule. Sasa silo lililoleta hapa leo, lililoleta hapa leo ni kuhusu ancestral lands. Yani, kuhusiana ya mpango mzima wa mashamba ya pwani, imefika time sahihi, lazima tuongee tu ukweli, tuache kudanganya, tuache kuficha makaburi ambayo yako wazi, ama tuache kuficha kitu ambacho kiko wazi, kinaonekana wazi hadharani, lakini watu wamekataa kukiongelelea. Kwa ufupi, let me say that uh, pwani moja ya, ya sehemu ambazo wako na mashamba ambayo ni mashamba ya ghali ama ni mashamba ambayo yako na mtasema rutba ama nitasema ni mashamba ambayo kuyapata, ama mtu mwingine yote yule kutoka kando kupata mashamba ya kutoka pwani lazima awe amejipanga vizuri kwa ufupi, na siyo pwani peke yake, aidha sehemu za, uh, za mjini kokote nchini Kenya sehemu za mjini ama sehemu ambako kuna kama plantation ama sehemu ambayo unajua kabisa ukipata ile shamba kuna faida ama ile ardhi itakupa faida moja ama mbili. Kuipata huwa inakuwa ghali sana. Sasa tukianza kuongelea sehemu nzima ya kuhusiana na, na, na pwani kwa ujumla, utaona saa hii zile sehemu ambazo wale wazee wetu wa pale awali, yaani zile zamani, wazee wetu mababu zetu ambao waliwazaa wa baba zetu na mababu zetu hao hao ambao waliwarithisha mashamba ili waweze kujiendeleza ama waweze kulima ama wajijenge, ama ili hao nao pia waje warithishe watoto wao pia. Imekuwa saa hii mfumo ni tofauti, in a way that wale ambao walirithishwa mashamba wakati ule saa hii wameanza kuyauza, in a way that wanasahau ya kwamba kuna kesho, nitasema hivyo, na wanasahau ya kwamba ile pia ni moja ya sababu ambayo inaleta malaana especially kwa huyo mtu muhusika mwenyewe, na maana unapata hata yule, unapata sasa, kama sisi kama wapwani, wale ambao tunawauzia wale mashamba, sio ati ni wapwani wenzetu ambao tunawauzia, ili waweze kujiendeleza, ili jamii ya pale majirani ama jamii ya pale pwani iweze kufaidika. No, kitu ambacho tunafanya tunauzia mtu kutoka bara mtu kutoka bara akuje, mtu kutoka hiyo. Sitaki kuonekana kama mkabili, lakini tunaongea hii kitu once and for all, because this is the, hii ni kitu ambacho ni ukweli. This is something that is serious but people don't talk about it. What each and every time we we really complaining to the government of Kenya that talk about it, watu wataki ongelea uh, kabisa. We need our title deeds, lakini sasa, enda pwani, enda pwani nzima uanze kuangalia, utapata kuna watu ambao ni wabara ambao wanamiliki mashamba ndani ya pwani. Ile idadi ya wabara ambao wanamiliki mashamba ndani ya pwani na ile idadi ya wapwani ambao wanamiliki wanamiliki mashamba kule bara, utashangaa sana, it's not easy mi nilipata kuna jamaa mwengine Mkikuyu alikuja anambia live, akanaambia KG, for wewe kwako, kwa wewe it's very yani ni difficult ni ngumu. Mimi kama mimi sasa nitoke hapa niseme naenda kwenye landi ya mlima mkikuyuni nene nikanunue shamba ati ni own ikwe yangu nikuwe na title deed yangu, ni ngumu ngumu sana, they don't allow that, hawataruhusu na utapata very few ambao labda utapata kizazi chake labda amelelewa kule, ambaye labda anatoka Pwana, ambaye anamiliki shamba ndani ya Kikuyu niu kama ndani ya Ujaluo niu kama ndani ya Kambani huko very few, lakini bwangalia Wajaluo wa Kikuyu wa, wa name them wa Kisii name them kwamba tumechoka na zile shamba zetu? Does it mean ya kwamba hatuna kitu ambacho sisi tunaweza tukafanya productive kwa zile mashamba zetu zikatusaidia sisi kama sisi wenyewe wa pwani? Does it mean ya kwamba we don't respect those people ambao walitupia zile mashamba pale awali? Je, tuanze kujiuliza wale mababu zetu ambao walikuja wakashika hizi shamba, je wangetaka kuziuza wakati ule sisi kwetu sasa. Hii pwani, wale ambao ni wa pwani wamekuwa kama meskotas, wamekuwa kama pale pwani sio kwao. So unapata huyu mtu ni mpwani, lakini pale pwani anaishi kwenye maisha ya kukodisha kodisha, aidha pale amekodisha, hana kwake, hana mahali ambapo anaweza kapaita mjini. This is things that, has, that are going on for sure, even ni vitu ambavyo vinaendelea ndani ya pwani. Unapata mtu uh, alirithishwa shamba na mababu zake, mababu babu akarithisha babu yake akarithisha mtoto wake, yule mtoto akakuwa babu naye pia akaja akarithisha mtoto wake, afu nakuja unapata hino generation ya sahii wanauza. Na let me hacha nikushtue, unapata wale vijana especially vijana ambao kwa 30 years kuja chini, miaka 30 kuja chini, unapata wale ambao wamerithishwa mashamba that time ama that age wanauza mashamba pia nao, wanauza mashamba just because wanakwambia wanataka kufanya kitu ambacho kitawasaidia kimaisha. Na hichi kitu ambacho kitawasaidia kimaisha, ukiangalia ni kitu gani ambacho wanafanya? Unapata wana, mtu ameuza shamba labda laki, laki moja, laki moja hamsini, laki mbili hamsini, laki tatu, anachukua ile pesa anaenda na nunulia pikipiki bodaboda boda, anafanya boda, boda siku mbili siku tatu bodaboda boda impata boda, ajali ana mali kwa kwenda tena, anabaki tu hivi. Sasa anaanza kulalamika shamba ameuza, unashinda. Paka mtu anaenda wapi tena where, where, what is the next step for you to take. Wallahi, mimi kuna kitu kingine ambacho kinanishtua, na hichi kitu watu hawakiongelelei wa hichi kitu. I've just woke up today nikaona, I have to talk about this because hii no kitu imetuaffect, ime sisi kama wapwani, especially mimi nitasema, especially Kilifi County. let's talk about Kilifi County, utapata Kilifi County vijana wengi vijana wengi ambao wanapeleka maboda boda, wanapeleka matukutuko. Utapata wengi wao ukimuuliza, hii boda boda umeipata vipi ama piki piki umeipata vipi? Atakwambia nilirithishwa shamba na baba yangu ama babu yangu, nikachukua pesa, nikaenda nikanunua piki piki. That's why sasa hii napeleka piki piki ili nifaidishe. Ama unapata mtu anakwambia, ilibidi niuze shamba ili mradi nifanye nini, nichukue mtoto wangu, nimpeleke majuu, aende akafanye kazi. Kwa sababu gani? Maisha ni magumu. Na mwisho wa siku lile shamba, ukiona mpwani mwenzake labda amemwaproach, mumwambia niuze hii shamba, atakataa atakataa. Ukimuuliza sababu gani ambayo anakataa bibi, anaweza kuambia huyu amekuja na pesa kidogo, lakini yuko radhi auzie mtu kutoka bara kule, ambaye labda ni sonko fulani, aje amuuzie ile pesa yote ambayo anataka. Na mwisho wa siku, these people ambao wanatoka bara, kitu gani ambacho wanafanya? Wanakuja wanaweka fence pale, wanaacha, wanangoja ile shamba iappreciate. Once ile shamba ikishakuja kuwa ghali ama ile shamba ikishakuja kuwa na bei kali, au pia wanakuja wanauza sehemu sehemu, wanafaidika. Sisi tunaanza sasa kuwaita wale tuna So, so, sasa hii kila mtu anasema kwamba watu kutoka bara wanakuja na miliki pwani. And it's true. Ukiangalia baadhi ya wale matajiri ambao wako pwani au ni wale ambao ni matajiri ambao wako pwani, kupata mtu ambaye ni mpwani ambaye ako na asili ya kipwani huwezi kupata pale top 10 ni ngumu, it's very difficult upate wale top 10 pale, utapata ni muhindi, mwarabu, kutoka bara, muhindi, mwarabu, kutoka bara Somali, muhindi, mwarabu, kutoka bara Uko lakini kupata hati yule ambaye ana asili ya kipwani ana ule utajiri basi. Mwanzo pwani mwanza, upwani mwanza tuko na kasumba kasumbaka kwamba ukipata mwenzako tayari ni tajiri roho inakuuma, kuna hizo creatures Unapata kuna mtu fulani pale anajijenga ama kuna mtu fulani anafanya kitu ambacho ni bora, unasikia mtu roho inamuuma, just because ameona mpwani mwenzake ama ameona jirani yake anajijenga. Mtu anafikiri labda maybe it's because of, maybe mtoto wangu mimi hana uwezo wa kufanya kitu ambacho mwenzangu anakifanya, au unafikiri, and this is the problem that we have as Costerians. Lakini ukikiongelelea utakuja, utakashifiwa, utaambiwa kwamba wewe huna uzalendo wa pwani. Ilifika time paka Mombasa, nakumbuka watu wakasema kwamba Mombasa, si Kenya. Nafikiri mkuja tukaelewa hayo ikasema pwani sio Kenya. Kwa nini tuliona kama sisi wa pwani tunanyanyaswa na watu kutoka bara? Lakini for su sure, ni kwamba tunajinyanyasa wenyewe bila kujua. E, tunafanya vitu ambavyo kesho tunakuja tunajiona sisi tunanyanyaswa, tunauzia tunauzia mbara shamba. Just imagine, tunauzia mzungu shamba. Mzungu anakuja pale anakuja anatupiga maboko, mzungu anakuja pale anaturul vile ambavyo yeye anataka. uh, yes, ashanunua shamba kwa title deed ndo ana kile kitu, ana uwezo wa kutamka. Akikwambia toka, stai kukuona hapa, itabidi utoke. That's why unaona paka culture zile ambazo ni za pwani siku hizi zinakuwa ngumu. Kitambo wa pwani walikuwa na ile culture kwamba mtu akifariki, wanaweka ma disco usiku, wanapiga vitu kama hivyo, but nowadays licha na kwamba wanasema kwamba watoto wa shule anatiwa mimba mtaani. That's why they decided to abolish that thing. But mwisho wasiku, pia tukumbuke kwamba pia hawa watu ambao tumeuzia mashamba ni watu ambao pia wametufanya culture zetu sisi zigeuke kama wapwani, because we cannot do that. Au watu wana kama kelele, that's why na polisi wanawasikiliza, serikali inawasikiliza, kwa sababu hao ndio wenye mokoto mengi kutuliko so unaanza, mimi nataka tu kwenye comment section ushuke hapo. Ile umetoka pwani ama haujatoka pwani, shuka kwenye comment section hapo nikuulize, je, ni sahihi sisi kama wa pwani tuweze kuuza yale mashamba ambayo tulimilikishwa na mababu zetu ili tupate utajiri ama ili tujiendeleze kimaisha, ama tuendelee kukaa na yale mashamba yetu tukitafuta utajiri sehemu zingine? Make sure you subscribe like and share this video.